Uh, jimbo la Chamanzi, Mbagala na Temeke walioitwa kwenye usaili katika wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura. Usaili huu utafanyika tarehe 15 Oktoba 2025 katika ofisi ya kata ulipoona jina lako. Muda ni kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Muda ni kuanzia saa moja na nusu asubuhi na utatakiwa kufika na kitambulisho kimojawapo kati ya NIDA, kura, kazi, chuo au leseni ya udereva. Hakikisha umeweza kuona jina lako katika tangazo hili. Hakikisha umeweza kuona jina lako katika tangazo hili na jinsi ya kuweza kupata jina lako, hakikisha umejiunga na grupu letu la WhatsApp link nimekuwekea katika description ya video hii. Jiunge na grupu letu la WhatsApp kuweza kupata PDF hii, lakini pia kama una swali lolote, unaweza kunicheki WhatsApp na ukaweza kuniuliza. Kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa haraka na uhakika zaidi.